Hi, this time it's your teacher. I'm teacher Othman. All right, today's lesson. This one is uses of shall be and will be. Tupo katika matumizi ya yeah, shall be and will be. Tulianza kuangalia matumizi, um, ya am, are, and is. Haya maneno kwa kawaida huwa yanaleta maana ni right ina maana zaidi ya tatu, lakini tuliangalia jinsi ya kusema ni. Tukaje kuangalia matumizi ya was and were. wa, haya maneno yana maana zaidi ya tatu, lakini kwa sasa tukaangalia maana kwanza jinsi ya kusema ilikuwa. So today tunakwenda kuangalia matumizi ya shall be and will be. Haya maneno ya shall be and will be huwa yana maana zaidi ya tatu. Maana ya kwanza ni itakuwa. So today tunakwenda kuangalia jinsi ya kusema itakuwa, kitangua itakuwa. Kubwa sisi tutakuwa wanafunzi Kesho itakuwa Jumatatu. Maswali yake, je, kesho itakuwa Jumatatu? Je, mvua leo itakuwa kubwa? Je, nyinyi mtakuwa wanafunzi? so kama uta kujua jinsi ya kusema nitakuwa, itakuwa. Uses of shall be and will be, these are using the future tense. Haya maneno kwa kawaida huwa yanatumika katika wakati ujao. Positive form ni mfumo wa maelezo, tunakwenda kujifunza sentensi zetu, maelezo yetu ya kusema itakuwa, kitakuwa

mkubwa je, itakuwa rahisi? Je, kesho itakuwa Jumatatu? So kama unataka kujua jinsi ya kusema nitakuwa, in English language, you use this way. We start with the personal pronouns or noun, tunaanza na kiwakilishi nafsi or jina right? kiwakilishi nafsi hivi uh, ni viwakilishi vinasimama badala ya majina these are personal pronouns they stand instead of nouns, right, kwa hiyo ikaa jina hivi alifanyi kazi na ikikaa hivi jina alifanyi kazi, si double them, don't double them, si we double, vikawa viwili. So I and we, we use with the word shall. You, they, he, she and it, we use with the word will right. Then we add be, so we say I shall be, nitakuwa right. We shall be, tutakuwa. They will be, watakuwa. She will be, atakuwa. Let's say a doctor I shall be a doctor, nitakuwa daktari. We shall be, tutakuwa. Asha and me will be a doctors, Asha mimi na Asha tutakuwa madaktari. They will be, watakuwa. Mudi, Jessica and John will be my friends right. Watakuwa ni marafiki zangu. She will be a nurse, atakuwa nesi right. Ili ikamilike, jinsi ya kusema itakuwa kitakuwa watakuwa, akisha mbele unaweka noun or adjective. Neno la mbele linatakiwa kuweka lie jina au sifa, ambayo adjective tushajisoma kwamba ni neno ambalo linasifia jina, like sick, tired, busy, right. I shall be busy, nitakuwa busy. I shall be sick, right, nitakuwa sick, yaani nitakuwa mgonjwa. they will be a doctor, watakuwa madaktari, hilo ni jina. So hapo mbele hakikisha umeweka noun or adjective. Ukiweka neno okay, okay, lingine litakuwa linaleta maana nyingine, kama tulivyosema, haya maneno huwa na maana zaidi ya tatu. So, ili kutengeneza upate maana ya kusema itakuwa, mbele tunaweka noun or adjective right? Uh, tuna contraction, ufupisho ambao native huwa wanatumia sana, wazungu wa hiyo lugha huwa wanatumia sana, sana. Wazungu, ya lugha, kama utaelewa contraction utakuwa mzuri katika kusikia Kiingereza kile wazungu wanachozungumza, na, na kama utaelewa contraction utakuwa una sound natural, utakuwa una sound vizuri, utakuwa unatamka vizuri, utakuwa mzuri katika kuongea kama anavyoongea wenye lugha zao. So contractions zenyewe zinafanyika kwa ku remove these words, these more words are removed. Haya maneno huwa yanaondoshwa, right? these words are removed, these words are removed This word are removed. Then we put apostrophe here. Put apostrophe here. So the sound ambayo inapatikana katika maneno yetu ni l baada ya kuondosha sha na wi tutapata pa. So we say li, right? wel y Heel, sheel, heel. We don't say it heel, but we say heel. Kama kawaida inafata be. I'll be, will be, they'll be, she'll be, he'll be. Lete maana, itakuwa akishambe umekanao or adjective. I'll be a doctor, nitakuwa daktari. I'll be busy, nitakuwa busy, right? You'll be sick, utakuwa mgonjwa. I'll be tired, nitakuwa nimechoka, right? Uh, hivyo ndivyo jinsi ya kusema itakuwa katika lugha ya Kiingereza katika mfumo wa maelezo pia na contract, jinsi wazungu pia wanavyopita. So, practice utakuwa mzuri katika kuzungumza na kuandika. So here this one is our to be in a question, jinsi ya kutengeneza maswali. We change the affirmative sentence into interrogative by starting with the helping verb followed by the subject. Tunabadilisha sentensi ya maelezo kuwa maswali kwa kuanza na helping verbs ikifuatiwa na mhusika. So, katika kuuliza maswali Tutaanza na neno shall or will. I and we, we start with the word shall. You, they shall eat, we start with the word will. Then be. After the word be, we take a noun or adjective right? So we say shall I be, je nitakuwa. Shall we be, je tutakuwa. Will you be, will they be, will she be, je atakuwa. Let's take adjective busy, neno busy ni adjective ambayo ina maana kuwa na kazi right? Shall I be busy? Je, nitakuwa na kazi? Will you be busy? Je, utakuwa na kazi? Will she be busy? Je, atakuwa na kazi? Will she be a student? Je, atakuwa mwanafunzi. As i told you, tunaweza kutumia noun au personal pronoun, tunaweza kutumia jina au kiwakilishi. Will your father be busy tomorrow? Je, babako atakua busy kesho? So hivyo ndivyo jinsi ya kutengeneza maswali katika njia nyepesi. Alright, katika question form huwa kuna contraction, there tumejifunza contraction katika mfumo wa maelezo. Hakikisha unapita kama maelekezo yanavyokuelekeza. Usipite njia nyingine, usije ukaweka vitu sivyo. Hakikisha mbele unaweka noun au adjective ndio itakuwa inaleta maana, itakuwa kitakuwa au watakuwa. Right? So now, let's look examples. Number one a.m. Kikao kingine kitakuwa saa moja kamili ya asubuhi, right? Will tomorrow be a meeting again? Je, kesho kutakuwa na kikao tena? Ndio, yes, kutakuwa na kikao kikao. Tumetumia contraction kati ya kujibu kama tulivyoelekezana katika contraction, kama tulivyoelekezana katika mfumo wa maelezo kuna contraction. So chake ni right? Yes, it will. Kama unakataa we say no, it will not. Hapana, hakutakuwa na kikao tena. All right, majibu wa Kiingereza siku zote yanakuwa kwa ufupi. Kama utauliza, kama utaulizwa, will you be a teacher? Will she be my student?

I shall tongeza not. Will you be busy at seven o'clock? No, I shall not. Hapana sinde kuwa busy. Will they be busy tomorrow? Je watakuwa busy kesho? No, they will not. Hapana watakuwa busy. So, number two, the last one is, Our journey will be long today. Today, Safari yetu itakuwa ndefu leo. Be long today. Will it be long today? Je, itakuwa ndefu leo? Tunazungumzia safari, tunatumia kiwakilishi jani? Ni safari, ni kitu ambacho kisichokuwa na uhai, kiwakilishi chake ni it kwa umoja. Kama ingekuwa nyingi tungetumia they. So, will it be long today? Je, itakuwa ndefu leo je? yes. yeah. contraction. No, it will not. hapana haitakuwa ndefu. that's for today. This is how we say, this is how we speak, and this is how we write. So practice. You know what is speaking, right? Tumejifunza jinsi ya kusema itakuwa, nitakuwa, kitakuwa, mfumo wa maelezo kama unavyoonekana na mfumo wa maswali, jinsi ya kutengeneza maswali. Ili uweze kumudu katika kuandika na kuzungumza, inabidi ufanye mazoezi. There are three types of practicing, kuna aina tatu za mazoezi. The first one is writing down your own sentences. Andika sentences zako binafsi kupitia somo husika Adiaimbo ni za kwangu, tafuta watu kuzungumza nao. Utajikuta una uwezo mkubwa wa kuzungumza kwa kupitia mifumo kama unayopata kila siku, lakini pia na njia na kanuni za kufanya mazoezi ukizingatia and bofu. That's for today. The next lesson will be negative form, mfumo wa kukataa. Jinsi ya kusema haitokuwa, sitokuwa, hakitokuwa, sitokuwa mkubwa, haitokuwa Jumatatu, haitokuwa ngumu, haitokuwa rahisi. Don't miss this lesson. Thanks a lot for being with me.